Sasa leo nitakuonyesha ndoto kubwa tano ambazo ndoto hizi tukapoziota ujue wewe ni mtu mkubwa sana. Yani unapoota ndoto hizi, unaweza kaja kuwa rais, unaweza ukaja kuwa mbunge, unaweza ukaja kuwa waziri, unaweza ukawa ni msanii mkubwa, unaweza ukaja kuwa mwigizaji mkubwa. Yani ndani yako wewe una kipawa cha umaarufu. Yani ndoto hizi nitakazokueleza leo, utakapoziota, basi hautakiwi kujidharau kabisa, maana ndani yako una hatima kubwa sana, na yamkini wewe bado hujajua, lakini Mungu anajaribu kuongea na wewe kupitia ndoto hizi. Inawezekana naongea na wewe siku ya leo, lakini umeshinda njaa, umelala njaa, haujui ni kitu gani unachotakiwa kufanya, haujui utatokaje hapo ulipo, kuna vitu ambavyo unapitia mwisho wa video hii, ukasubscribe muda huu, ili kipindi nachokuletea mafundisho mapya, basi uwe wa kwanza kuyapata. Sasa ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota unavua samaki wengi sana. Ndoto hii inaonyesha mafanikio. Ndoto hii inaonyesha kuongezeka. Ndoto hii inaonyesha kustawi. Ndoto hii inaonyesha kwamba kuna mambo makubwa sana yanakuja mbele ya maisha yako. Unapoota unavua samaki wengi sana, inamaanisha kwamba ndani yako una roho ya mvuto. Yani ndani yako una roho ya kuvuta vitu, vitu vina gravitate towards you, vitu vinakufuata wewe, baraka zinakufuata wewe, sio wewe unavifuata vitu, hapana, ila unapojaribu kufanya kitu kidogo, kitu kinazaa kitu kikubwa. Na ndoto hizi zinamaanisha kwamba wewe unapoanza kufanya kitu, basi kile kitu kina tabia kupata watu wengi sana. Ukianzisha huduma, utajikuta huduma hii inakuwa na watu wengi sana. Ukianzisha biashara, basi utakuta biashara hii inakuwa na watu wengi sana. Watu wengi wanakuja kwenye biashara yako, watu wengi wanakuja kwenye kitu chako. Unapokuwa labda msusi, unajikuta kwamba unapata watu wengi ambao wanataka kusuka kwenye biashara yako. Na pia ndoto hizi huwa zinaonyesha kwamba ndani yako una nyota ya mavuno, yaani ule uwezo wa kuvuna vitu vingi, ule uwezo wa kuvuna watu wengi ndoto hizi mara nyingi sana huwa zinaonyesha kwamba in future wewe utakuja kuwa na roho ya kusapotiwa na watu. Ndio, yani ile watu, na wana na watu wanakuambia na najisikia na no ni msapoti mtu huyu. Mtu huyu ana kitu kikubwa ndani yake. Najisikia niendelee pamoja na mtu huyu, mtu huyu atanifikisha mahali. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya pili ambayo inaonyesha kwamba wewe ni mtu mkubwa sana, kama bado haujasubscribe chaneli yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, ili kipindi ambacho tunakuletea mafundisho huwe wa kwanza kuyapata, na kama bado haujaliki video hii, basi unaweza ukaliki pale ulipo. Sasa ndoto nyingine ya pili ambayo inaonyesha kwamba wewe ni mtu mkubwa sana ni ndoto ya kota, unapewa funguo upewa funguo, inaonyesha kwamba wewe mbeleni utakuja kuwa na mamlaka isiyo kwa kawaida. Wewe mbeleni utakuja kuwa rais, wewe mbeleni utakuja kuwa ni mtu mkubwa. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba wewe umepewa mamlaka. Sehemu yote ile ambayo unaenda utamiliki na kutawala. Sehemu yote ile utakayokuwa unaenda utakuwa na ushawishi. Sehemu yote ile utakayokuwa unaenda utafanikiwa na utapata sapoti ya watu wengi sana. Sasa kuna wengine wanaota wanapewa saizi tofauti tofauti ya funguo. Kuna wengine wanaota wanapewa vifunguo vidogo, na kuna wengine wanaota wanapewa funguo kubwa. Ukiota umepewa funguo ndogo, inamaanisha kwamba wewe utakuja kuwa mtu mkubwa, lakini sio maarufu sana. Utakuwa ni mtu mkubwa, lakini utakuwa hauna influence kubwa sana, utakuwa hauna ushawishi mkubwa sana. Lakini unapoota unapewa funguo mkubwa, inamaanisha kwamba wewe utakuja kuwa mtu mkubwa, lakini pia vilevile vile utakuja kuwa na influence kubwa sana, utakuwa unapendwa na watu wengi kuna mtu mwingine anapokuwa anafanya kazi, anapokuwa bosi anakuwa anapendwa na watu wengi sana, mwingine anachukiwa. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna mmoja leo anapewa funguo ndogo, kuna mwingine leo anapewa funguo kubwa. Funguo kubwa inaonekana ni mamlaka, na mamlaka haya ni mamlaka pia ya kupendwa, mamlaka kupenya, kupenya, kupita, ya kupenya zile sehemu ambazo wengine walishindwa kupenya, wewe utapenya zile sehemu ambazo wengine walishindwa kupita, wewe utapita. Sehemu ambazo wengine walikuwa hawana ushawishi, wewe utakuwa na ushawishi na pia utasikilizwa, utakuwa na nyota ya kupendwa sana yaani hata kama utakuja kuwa kiongozi hautahangaika sana katika habari ya kuongoza. Kama utakuja kuwa bosi hautahangaika sana kwenye habari ya kuongoza. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya tatu, ni ndoto gani ambayo ukiota ujua kwamba wewe ni mtu mkubwa? Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto nyingine ya tatu ni ndoto ya kuota uko mbele ya watu wengi sana, au umesimama mbele ya watu wengi sana. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba wewe utakuja kuwa ni mtu wa watu, wewe utakuwa ni mtu wa kusikilizwa sana wewe utakuwa ni mtu wa watu, influence yako ita extend, influence yako itakuwa haina baria, itakuwa haina kikomo, itakuwa hauna mpaka. Yani wewe utapendwa na watu wengi, utasikizwa na watu wengi, na watu wengi watakufuata kwenye hicho unachokifanya. Kama ni kiongozi basi, utajikuta kwamba wewe unakuwa ni kiongozi wa kufuatwa na watu wengi, yani watu wengi wanakufuata wewe, watu wengi wanakusikiliza wewe, na hali hii itakufanya wewe uchukiwe na watu wengi sana. Unajua watu wengi ambao wanaota wako mbele ya watu wengi huwa wanakuwa wanachukiwa sana. Kwa nini unachukiwa? Ni, ni kwa sababu wewe unapendwa sana, ni kwa sababu wewe unasikilizwa sana ni kwa sababu wewe unafuatwa sana na kuna watu wanaweza kawa kwenye maisha yako, ambao hawapendi wewe usikilizwe kama unavyosikilizwa, ambao wapendi wa wewe ufuatwe kama unavyofuatwa, lakini kwa sababu tu Mungu ameamua wewe uwe vile, na ndio maana unafuatwa na kusikilizwa na watu wengi sana. Sasa pia unapoota ndoto hizi zinategemeana. Sasa kama unaota uko mbele ya watu wengi ambao ni akina mama, ina maana wewe utakuwa na influence ama utakuwa na nguvu ama utakuwa na ushawishi mkubwa sana juu ya akina mama kwenye hilo unalolifanya. Kama ni siasa, basi watu wengi watakao kuwa wakifuata watakuwa ni jinsia ya akina mama ama watakuwa ni akina mama. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, basi watu wengi sana ambao watakao kukubali, basi watakuwa ni akina mama. Kama umeota ni watu wazima ama ni wanaume, tuseme kwa mfano ni wanaume, kama umeota inamaanisha kwamba wewe utakuwa na influence ama una ushawishi mkubwa sana, ama ni wanaume ndio watakuwa nakupenda sana, ni wanaume watakuwa na wanakifuata sana kile unachokifanya na pia wanakisapoti. Kama ni watu wazima, hivyo hivyo. Kama ni wazee, hivyo hivyo. Kwa hiyo ndoto za namna hii sio za kupuuza, na ndio maana nimekuambia ukae mpaka mwisho, kwa sababu nitakuonyesha kitu gani cha kufanya kama umekwisha. Kwa hiyo kuota ndoto za namna hii, ili kufanya basi ule ukuu na ule ukubwa ambao Mungu ameweka ndani yako uweze kutimia. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya nne, kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, na kama bado hauja like video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto kubwa ya nne ni ndoto ya kuota uko shambani unavuna mazao mengi sana. Ndoto hii inaonyesha kwamba wewe utakuja kuwa na vitu vikubwa sana. Ndoto hii inaonyesha kwamba wewe utakuja kulipuka. Unajua kuna watu wana nyota za milipuko. Kuna mtu anaweza kachelewa sana kufanikiwa, lakini atakapofanikiwa, basi atalipuka kwa nguvu sana. Kuna mtu anaweza kachelewa kuwa maarufu, lakini atakapokuwa maarufu atawapita hata wale watu waliokuwa maarufu kabla yake. Kama ni mfanyabiashara, basi bidhaa yako itapendwa na watu wengi sana. Utajikuta kwamba kila unapoanzisha kitu cha kawaida kinashambuliwa na watu wengi. Unajua, mtu anaweza kuanzisha tu biashara ndogo ya mgawa, lakini mgawa ule ukawa unajaza watu kila siku, watu wanajaa kila siku, watu wanakuja kila siku. Na pia ndoto hizi huwa zinamaanisha kwamba wewe utakuja kuwa ni mtu mwenye nguvu sana, nguvu ya kuaminika. Watu wakikuamini hautatumia matangazo mengi sana ili kukiweza kukitangaza kile kitu unachokifanya. Utajikuta tu kwamba watu wanakuja wenyewe, matangazo kidogo lakini watu wanakuwa wengi kitu kidogo nafanya, lakini watu wanakuwa wengi, watu wanasapoti wengi. Unapokea sapoti kutoka kwa watu tofauti tofauti, unapokea sapoti kutoka kwa watu wakubwa wa maana. Pia ndoto hizi huwa zinamfungulia mtu milango kwa watu wakubwa ama watu walio maarufu. Sasa ndoto ya tano ni ndoto ya kuota unatiwa ama unapakwa mafuta juu ya kichwa chako. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba wewe utakuja kuwa ni kiongozi mkubwa, na sio tu kiongozi mkubwa, hapana, ila ni kiongozi ambao umechaguliwa na Mungu, ni Mungu ambaye amekuchagua kuwa kiongozi Ndomana utakuja kuona hata katika nyakati za zamani Mungu ilikuwa kabla hajachagua mtu ili awe mfalme, cha kwanza ilichokuwa anafanya alikuwa anamtumia nabii, na nabii yule anampaka mafuta mtu yule, na kisha kuja kumpaka mafuta mtu yule, mtu yule ndipo anapata kutangazwa kwa mfalme, mtu yule ndipo anapoanza kukubalika na watu. Sasa kuota unatiwa mafuta inamaanisha kwamba wewe utakuja kuwa na komba, hekima utakuja kuwa na hekima sana. Yaani, utakuja tu kuwa mtu mkubwa, lakini utakuja kuwa ni mtu mkubwa ambaye una hekima. Unajua, kuna watu wengi ambao ni maarufu ambao tunaona, lakini hawana hekima kabisa. Mtu ana jina kubwa, lakini vitu anavyovifanya ni vitu vya ovyo kwelikweli. Ni kwa sababu huyu mtu hakuota anatiwa mafuta. Sasa ni kitu gani ufanye basi kama umeota ndoto za namna hiyo? Jambo la kwanza utakalofanya utaamka saa tisa usiku na utaingia kwenye maombi ya kumshukuru Mungu. Utamwambia tu Mungu, nasema asante kwa kwa umenifanya kuwa mtu mkubwa. Mungu asema asante kwa kwa umenifanya kuwa ni mtu mwenye influence kubwa. Nasema asante kwa kwa umenifanya kuwa ni mtu mkuu sana, mtu mkubwa sana. Ninakushukuru kwa kwa ndani yangu umeweka kitu kikubwa sana, lakini Mungu naomba jambo hili ambalo umeweka ndani yangu Mungu nakushukuru kwa kuwa umeniweka kuwa ni mtu mkubwa, umeniweka kuwa ni mtu wa watu, umeniweka kuwa ni mtu mwenye influence, umeniweka kuwa ni mtu mwenye ushawishi. Baba, ninaomba ndoto hii ambayo nimeota isishie tu kuwa ndoto, bali ninaomba Mungu wa mbinguni ikafanyike kuwa kitu halisi kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na zote hai. Amen. Utakapoomba namna hiyo, cha kwanza utakuwa umelinda maono ambayo uko nayo, cha pili utakuwa umelinda nyota ya ukuu ama nyota maarufu ambayo iko ndani yako na utakuwa umesecure future yako. Na pia kama uko na shida binafsi, unaweza kuchukua namba yangu ya simu ambayo inaonekana upande wa kulia wa chini wa screen yako. Na kama una ndoto ambayo haujui tafsiri yake basi andika kwenye comment section na nitakujibu mahali pale mara moja. Na pia unaweza kaingia kwenye channel yetu hii ya YouTube, maana nimeweka tafsiri nyingi sana za ndoto, nimetoa tafsiri za ndoto, ukiwa na ndoto unakula, ukiwa na ndoto unazini, ukiwa na ndoto uko shule ya msingi, nimetoa maana zake zote na ziko hapo kwenye channel yetu ya YouTube. Sasa tumefikia mwishoni. Na kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, na kama video hii nzima imekubariki, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.